Uwanja wetu ulikuwa unatumika kama uwanja wa ndani, maana yake ulikuwa hauruhusu mgeni kutoka nchi yoyote kuja katika uwanja wetu, ni mpaka aanzie viwanja vingine vya ndege, agongewe mihuri kama ameingia Tanzania, alafu ndio aje. Na hiyo ni moja ya changamoto ilikuwa inasumbua sana na kuwatesa wafanyabiashara wengi na wageni wetu wa kitalii katika mkoa wetu, kwa kutumia masaa mengi barabarani zaidi, wakati walitamani wakitumia ndege zao zipunguze muda na waweze kufanya mambo mengine. Kwa usikivu wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, nipoenda kumwomba aturuhusu na sisi Arusha Airport tupokee wageni wa kimataifa japo kwa ndege ndogo. Mapenzi yake makubwa, Daktari Samia aliniruhusu na nikafanya mawasiliano na watu wa uhamiaji ikafanya masilano na mamlaka ya viwanja vya ndege na watu wa TRA. Leo tumetimiza ndoto ya Daktari Samia ya kuifungua nchi kwa kuhakikisha uwanja wetu wa Arusha Airport unakuwa ni uwanja pia unaoweza kubeba ndege zinazotoka nchi yoyote duniani kuja kutua Arusha na kufanya shughuli zake za kiuchumi. Faida zake ziko nyingi, lakini sema mbili tu. Moja inakomboa muda lakini cha pili inaokoa gharama, gharama ambazo wafanyabiashara hawa na wageni wetu wa kitalii wakona lazimika kuziingia ili kufika katika mji wetu Arusha. Ifahamike Arusha ni kama Amsterdam, Arusha ni kama Dubai, Arusha ni kama Addis Ababa pale Ethiopia. Ni sehemu ambayo unaweza kuconnect kwenda Ngorongoro, ukaconnect kwenda Tarangire, ukaconnect kwenda Mount Kilimanjaro, ukaconnect kwenda Serengeti. Kwa hiyo mazingira haya bora ambayo tumeyatengeneza chini ya daktari Samia yanamfanya mtu kutoka nchi yoyote kuja Arusha na kupunguza muda na gharama kwenda kokote kule. kwa fulani ilionayo kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Arusha, wafanyabiashara, wageni wetu na makampuni ya kitalii ya kwamba huna muda tena wa kupoteza, huna gharama tena za kuinkaa. Tumia Arusha International Airport, kuingia na kutoka kwenda nchi yoyote duniani. Leo asubuhi tumeshuhudia ndege tayari zimeshaanza kuingia. Kuna mtu ametoka London, kaja akaconnect Nairobi, katua hapa Arusha, anaenda zake Karatu. Hiyo ndio ndoto tunayotaka, ya kwamba hata wale walioko Nairobi Kenya, walioko Rwanda, walioko Kampala, kama una ndege yako binafsi, huna sababu ya kwenda mpaka huko mbali. Njoo Arusha, mamlaka ya uhamiaji wapo, TRA wapo, utagongewa muhuri utaingia. Kwa lugha nyepesi ya mjini, Arusha imefunguka. Tunafurahi tumefanya safari yetu ya kwanza kutoka, tuliondoka jana hapo kutoka uwanja wa Arusha na tumerudi leo. Ni safari ya kwanza ya schedule operations wa kimataifa kutoka uwanja wa Arusha. Utalii umefunguka sana, hasa Arusha kwetu. Kwa Flightlink tunaondoka hapa, tunasafirisha, tuna idadi ya abiria takriban zaidi ya mia tatu kwa siku kutoka uwanja wa Arusha kwenda Zanzibar na sehemu zingine. Zamani tulikuwa kama tukitaka kwenda Nairobi lazima tupikie Kilimanjaro kwa sababu to kulikuwa kuna customs to clear and then to tuelekee Nairobi. Kwa hiyo ilikuwa almost 1 hour and a half, lakini right now we can spend like 5 50 minutes to Nairobi direct here. so ime, ime cut short is the time ambayo ya kwenda ya kwenda kwenda Nairobi compared na mwanzo. Nimekuwa nikija Arusha kwa shughuli mbalimbali, ila leo nimekuja na ndege hapo nyuma nimekuwa nikitumia nimekuwa nikikuja by road na drive for about those are about kama masaa manne nikiwa kwenye njia ndio nifike, alafu kisha ndio naanza shughuli zangu. Imerahisisha mambo, kwa sababu unatumia muda mfupi kwa usafiri, na hiyo inamaanisha utakuwa na muda mwingi kufanya, kama wewe ni mwanabiashara, utakuwa na muda mwingi wa kufanya biashara. Maboresho yalianza 2021 wakati huo wa 2021 tulikuwa tuna uwezo wa kuhudumia abiria laki moja na thelathini lakini mpaka sasa tunavyozungumza tunahudumia abiria zaidi ya laki nne ambayo ni zaidi ya asilimia thelathini na tano mpaka arobaini ya ongezeko. Tutatoa huduma kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Pamoja na hilo, uhamiaji ni usalama pamoja na maendeleo. Tutahakikisha kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama Wageni wote wanaoingia katika uwanja huu wa Kisongo kama sehemu ya mpaka wanafuata taratibu za nchi.